mwa somo la utandawazi lakini pia hapa niko na mtumishi wa Mungu ambaye naye alikuwa na ni miongoni mwa walimu katika semina hii ya vijana. Bwana Yesu asifiwe. So Amina, Bwana Yesu asifiwe. So Amina sana kwa majina yako. Kwa majina yangu naitwa Jenipher Dandu. Ni mwenyeji wa Misungwi. Ndio. Natoka pastorate ya Misungwi. Yeah. Sawa, katika semina hii wewe pengine ulikuwa ukifundisha somo gani? Nilikuwa nikifundisha somo la maombi. Ndio. Ndio, tulielezea maana ya maombi ni nini. Tulielezeana kwa nini tunaomba lakini pia kwa nini hatupokei majibu yetu kwa wakati, vitu kama hivyo, ndio. mm. Labda pengine, kitu gani hasa ambacho unatakiwa kukizingatia kwa wale ambao wana, e, wanakuwa kwenye maombi ili basi maombi yao yaweze kujibiwa? Kitu kimoja kabisa cha kuzingatia katika maombi ni kwanza kujitathmini we mwenyewe. Kitu cha kwanza kabla ya maombi ni utakatifu, ujiangalie kwamba wewe ni mtakatifu, maana Roho Mtakatifu anafanya kazi na watakatifu. Kwa unapokuwa mtakatifu, Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani yako na inakuwa rahisi kupokea majibu yako kwa wakati. Kwa vijana zaidi tu tumruhusu Roho Mtakatifu aingie ndani ya mioyo yetu, lakini pia tunapomruhusu Roho Mtakatifu ni tunatakiwa tuachane na matendo yote ya mwili, yani anasa zote, starehe zote na tumruhusu Roho Mtakatifu aingie ndani mwetu ili afanye kazi na sisi na baada ya kuwa tumezungumza na mwalimu wa uh, maombi, lakini pia tuko na mwalimu mwingine ambaye alikuwepo katika semina hii. Bwana asifiwe. Amina. Kwa majina yako? Jina langu naitwa Moni Makelele. Ndio. Ndio. Ulikuwa uh, ukifundisha somo gani katika semina hii uh, katika semina hii ya vijana mimi nilikuwa nafundisha somo la neno ambalo ulikuwa nasimama juu ya mstari uliokuwa unasema ondoka uangaze, na ndio uliokuwa moto wetu wa mwaka huu 2025. Ndio. Ya kwamba vijana tunaondoka tunaangaza 2025. Naam, sawa kabisa mm, na uh, labda pengine kitu kingine sasa ambacho umeona kwamba ni vyema sana kwa vijana ambao pia unasikiliza radio uh, kuendelea kupata ujumbe huu Uh, jambo kubwa ambalo nimeliona kwenye mstari huo jinsi ambavyo ulivyo, inaonekana kwamba mstari unasema ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia, kwamba kuna mahali ambako watu wamekubali kuondoka kutoka kwa shetani kuja kwa Bwana ili wapate kuangaza, lakini wakajikuta ndani yake bado yale yale matendo ambayo walikuwa nayo wakati kabla hawajafika kwa Bwana, hawajaondoka kutoka kwa shetani. Yuko ndani ya, ya, ya, ya, ya kanisa, lakini bado anaendelea kukamatilia matendo ambayo hayamtukuzi Kristo. Kwa maana yake hajafanya tathmini, yani mtu hule hakukubali kuondoka, pengine alisikia lakini hajamhitaji Roho Mtakatifu ndani ya moyo wake ili amsaidie kutoa ma ma mawazo yake yaliyo mabaya na matendo yake yote yaliyo mabaya. Kwa hiyo anaingia kwa Bwana, anadhani anamtukuza Mungu, kumbe ndani yake kuna vitu ambavyo vinamtukuza Shetani. Kwa hiyo anashindwa kuuangaza, ili watu waufurahie ule mwangazo wake kwa ajili ya Kristo ndani yake. Vijana wanatakiwa kufanya nini sa sasa katika kipindi hiki? Kwa hiyo kipindi hiki vijana wanapaswa kwanza watathmini kwamba tumeitwa na Mungu ambaye ni mkuu sana, ambaye yeye ni mtakatifu na kama Biblia inavyosema kwamba, na kwa sisi tunapaswa kuwa watakatifu kama yeye alivyokuwa mtakatifu. Manake mtu akimpokea Kristo, matendo yale ya Kristo yanakuwa ya, ya kwake, inakuwa ni haki ya kwake. Akisha kuwa ya kwake, anampa na zawadi ya Roho Mtakatifu ambaye anatofasili juu ya huduma ya Kristo ndani yake. Kwao Mkristo anapaswa amkubali Kristo, Akishamkubali Kristo amruhusu mruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yake, ndipo ataweza kuangaza vizuri, ataondoka na ataangaza kwa mataifa. Ule utukufu wa Bwana utawazukia, utaonekana ndani ya mtu mwami.